Tunawaambia tuko kwa idhini ya Watanzania, na Watanzania wako kwa idhini ya Mungu. Kwa ili mradi Watanzania wanatuunga mkono na ili mradi Mungu anawaweka Watanzania, hatutaki kuulizwa swali la dini, maana tuna, tuna kazi ya kuendelea. Kazi yetu lazima itaendelea, na kuendelea huko lazima sisi tuendelee. Kama unataka kuwa badala yetu, lazima uambie Watanzania wewe unafanya nini? Huwezi kujisemea tu mwandamane wa waandamane, mwisho watavunja miguu. Hawezi kuandamana waka, wakashiba. Unawatoa mashambani wa andamane, ili waandamane ili walale njaa, alafu iweje? Hamna kitu. Wakati fulani siasa za mikutano zilikuwa zimezuazua, zimeruhusiwa mwaka elfu mbili na tatu, wametembea nchi nzima, lakini hamna hoja hata ni nikiwauliza, nyinyi mnakumbuka, mara ya mwisho walisema nini? Hamkumbuki, hakuna cha kukumbuka. Ni watu wanapiga kelele, wanataka shari, na sisi tunawaambia shari, hapana. Amani ndio demokrasia, maana yake sio shari. Demokrasia ni majadiliano. Demokrasia ni hoja kama una hoja za kuwashawishi wapiga kura wa kukubali, toa hoja. Kama huna kubali. Ndio tumeiba nini? wakati asilimia sitini ya wagombea wa nchi nzima walikuwa wanapita bila kupigwa kutokana na wasi, wale wa sisi tumewapigia kura ya ndio au eh, maana hawana wapinzani. Sasa wewe ukose asilimia sitini ugombea asilimia arobaini uweke watu hawana sifa ushindwe, alafu uende Umoja wa Mataifa. Ah, unaenda Umoja wa Mataifa kisita kwa tumemaliza hiyo kazi <laughs> <laughs> <laughs> wende ushtaki kwa wazungu <laughs> <laughs> mi, mzungu mmoja aliniuliza inawezekanaje mkapata asilimia tisini na tisa? Akasema jambo hili kwetu aliwezekana, nikasema hata mi niliishi huko kwenu, lakini mazingira yenu sio hapa. Nyi amna vitongoji wa <laughs> <laughs> mna vijiji Sisi tuna vijiji, sisi tuna vitongoji, nyinyi hamna, kwa hiyo hamwelewi. Ndiyo maana uchaguzi wetu duniani haueleweki, maana hata wale walio na vijiji Afrika hawapigiani kura kwenye vitongoji na vijiji. Kule kuna machifu wanakupiga kiboko, unafata amri. Kwa hiyo tuendelee.